Mimi nimedhamiria kusimama na wananchi. Mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi aliyechagua kusimama pamoja na wananchi. Narudia tena, I want it to be very clear, mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi ambaye hakubali utekaji, hakubali uonevu, sikubali ufisadi. Nimedhamiria kusimama na kilio cha wananchi na nitasimama nao mpaka mwisho na wanachama wenzangu mnielewe, kabisa kwamba nimedhamiria kusimama na wananchi mpaka mwisho. Gwajima amekuwa na msimamo wake ule ule, yaani ni askofu ambaye ana msimamo, ni kwamba anaipinga serikali iliyokuwa madarakani kwa, kwa sasa hivi kwa sababu ya vitendo vyao wanavyovifanya, utekaji na mambo mengine wakaza. Kwa hiyo Gwajima yuko katika upande wake mwenyewe na ipo katika upande wa wananchi kwamba anatetea wananchi kupinga serikali mambo ambayo inafanya kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi, kwa hiyo tumsapoti Gwajima, jamani, ndugu zetu tumlinde, yani anahitajika apewe, apewe lindo kabisa kabisa, kwa hali jinsi inavyoenda kwa sasa hivi na kauli anazoongea askofu Gwajima yani, anahitaji ulinzi. Ni hivyo tu anahitaji ulinzi, ila tumsapoti, tuungane tuwe pamoja.